Okay, kwa yule mfanyabiashara ambaye tayari ameshapata dashibodi kama hii, hii ndio dashibodi yako. Hapo utakuwa na uwezo wa kutrack bidhaa zote ambazo tayari zimeshafanywa malipo, yani mteja amezilipia na utakuwa unaona hapa kwamba mteja amelipia na ameomba kutumiwa hiyo biashara yako au kutumiwa bidhaa yako kwenye mkoa fulani au mahali popote alipo. So, ukitaka kuupload bidhaa kwenye hii kwenye hii dashibodi yako ya mfanyabiashara, mfano wewe umeshakuwa mfanyabiashara umepata dashibodi kama hii, unabonyeza tu hii button iliyoandikwa add item, e, plus item. Plus item maana sasa hapo utaupload. Itakuuliza sasa jina gani la hiyo bidhaa yako unataka kuupload. Gari. Sawa? Ipo kwenye kategori gani? Kategori sana sana, gari ziko kwenye Uh, transport au buses, afuta tuandiki labda aina gari. Sasa hapa unatoa maelezo ya bidhaa yako. Sawa? Hiyo bidhaa yako inahusika na nini labda, ni Toyota. Sasa, mimi naelezea Toyota Fortuner, 2019, 2024, uh, nitaandika labda, maybe engine specification, uh, bla bla, uh, nitaandika labda na nitaelezea nitaelezea nitaelezea. Nitaelezea hii, hii bidhaa ina nini inahusika na nini Teva nitaeleza, yani nita, nitaeleza features zote za hizo bidhaa ambazo nataka kuiuza. Mwisho wa siku nitasema inauzwa shilingi ngapi, labda inauzwa milioni 50. Nitabonyeza submit. Ukishabonyeza submit itakuuliza hilo gari ni lipi? Attach image. Utabonyeza attach image. Ukibonyeza attach image utatuattachia gari yako ambayo unataka hiyo ambayo unaiuza wewe. Hii sasa hii ndio itakuwa inaonekana pale kwenye ukurasa wetu wa Store Pesa pale nje. Na itakuandikia sasa hapa iko pending kwa sababu admin anaipitia bidhaa yako. Umeona? Hapa admin ameshaipitia ndio maana unakuta imeandikwa approved maana yake tayari bidhaa yako iko live. Ukibonyeza home, hapa kwenye home hapa ukija kwenye list ya bidhaa ambazo tayari ziko live kwenye site yetu ya Store Pesa utaiona gari yako ikiwa iko hapa, inaonekana. Safi kabisa. So, kama au na add to cart, akibonyeza add to cart itakuja hapa kwenye add to cart. Na kama akitaka kununua, akibonyeza buy now itamwambia lipia hiyo pesa kwenda MTH.